Mbona unataka iwe siri? Kwani ni kitu kibaya? Lakini Nazra, nikuulize jambo moja, hivi bado wewe unanipenda? Kwa nini umeniuliza hilo swali, eh? <laughs> Ni sawa, so umekataa kuniambia? Mi mwenyewe nitajua ni nini cha kufanya. Ziko mbinu za kivita ambazo zinatumiwa na mahasimu kwa ajili ya kumalizana, kama kuna moja inaitwa them join them. Ukijaribu kutoa hii siri kwa mtu yeyote utakuwa kwenye hatari kubwa sana. Yaani, kama uwezi kumshinda adui yako kwa kumpiga, basi ungana naye, na hii ni mbinu hatari sana, kwa sababu atakuwa ni mtu ambaye mtakuwa mnacheka kwa sura na anakuwa kwa nafsi, yaani soft kill. baada kutoka baharini, endea, ya kutoka baharini maji niliyoendea sikuyafikisha nyumbani. Nataka tuungane tumuue mkuu huenda kwa upande wako utanichukulia kama ni swala la maana hayo yote. Mimi maisha ni share vinakuja, ya mjini nishayazoea, kwa hivyo vita vyote ambavyo vinakuja najua jinsi ya kudhibiti. Kwa hivyo wewe usijali, haya maisha tuishi jinsi yanavyoenda. Hey!